Karibu sana mwanafamilia wa 69 Media. Mimi ni Sami Baby na niko hapa kusogeza story ambazo zina trendi mtandaoni, hususan kutoka kule majuu. Hivi karibuni msanii um, Kizz Daniel aliweza ku kufikwa na gumzo fulani baada ya kuchelewa kufika ukumbini na mashabiki basi kuweza kudai pesa zao za kiingilio na kusababisha vurugu kiasi kwamba mpaka vyombo vya usalama vikaingilia kati kwa ajili ya kutuliza vurugu hilo. Sasa uh, gumzo jingine limeibuka kutoka msanii Burna Boy baada ya tukio la kumtoa shabiki ukumbini. Sasa gumzo jipya bwana limezidi kushika kasi kuhusu idadi ndogo ya watu ambao walionekana kwenye show ya Burna Boy jijini Texas, na picha na video hizo zilizosambaa mtandaoni pia zinaonesha sehemu kubwa za viti zikiwa wazi, hali ambayo bwana imeibua maswali kuhusu nini hasa kilitokea kwenye tamasha hilo. Alo, ukisikia hivyo unaweza kuchanganyikiwa, lakini stori ni kwamba ingawa ukumbi uh, una uwezo wa kukusanya zaidi ya watu elfu kumi na nane madai yanayozunguka mitandaoni bwana yanasema tiket, tiketi zilizouzwa zilikuwa ni tiketi elfu mbili tu. Hata hivyo hakuna taarifa rasmi ambayo ilithibitisha idadi hiyo kutoka kwa waandaaji, jambo ambalo linaacha nafasi ya mjadala, tafsiri nyingi tofauti. na mbali na hilo, stori zinakuwa ni nyingi kuhusiana na Burna Boy, lakini mashabiki uh, waliweza kusema kwamba tukio la kumtoa shabiki jukwaani limeongeza uzito wa mjadala huku wengine eh, wakiona kama ishara kuwa msanii huyo ana uhusiano mgumu na mashabiki wake katika baadhi ya majiji ya Marekani. huyo ni Burna Boy uh, stori ni kwamba amekosa watu kwenye show yake kwa mara ya kwanza. Tunafahamu, Burna Boy ni msanii mzuri sana kutoka nchini Nigeria, na ngoma zake nyingi zimekuwa zikifanya vizuri, lakini pia kusikilizwa kwa upana hata hapa nchini Tanzania. Kuna wale mashabiki ambao wanapenda ngoma za Burna Boy, mimi pia ni mmoja wapo. Nikisikia Last Last, ndio ngoma ambayo naikubali sana. Lakini pia Burna Boy ni msanii ambaye aliweza kushiriki ama kuwa nominee kwenye tuzo za Grammy, kwa hivyo tunaona jinsi gani ambavyo anafanya vizuri kwenye muziki wake. Hii kukosa mashabiki ukumbini ama kuchukiwa na mashabiki ama kutupiwa vyupa. Ni kawaida kwa wasanii kufanyiwa hivyo. Tunaelewa pia hata huko nchini Marekani baadhi ya wasanii hupitia changamoto kama hizi, na wengi wao hupata asira hata kuweza kuwashambulia uh, mashabiki jukwaani, akiwemo Cardi B. Cardi B bwana ni msanii ambaye akieletewa za kuletewa <laughs> na shabiki jukwaani, basi naye pia hutumia maiki yake kama kumkomesha ama kumwadhibu uh, shabiki huyo. Kwa hivyo swala la wasanii kuweza kukosa mashabiki ama kuzushiwa mengi mtandaoni ama kuchafunya show na kushambuliwa na mashabiki ama pia mashabiki kudai uh, viingilio vyao, hii ni kawaida sana, na hili ambalo limempata Burna Boy, japokuwa ni mara ya kwanza, lakini naamini kwa sababu anaonekana kuwa ni na na uh, uh, msanii uh, maarufu msanii ama anazidi kupanua platform zake za muziki nchini Afrika, uh, nchini Nigeria, barani Afrika. Kwa hivyo imekuwa ni msanii ambaye anaringa ama ananata sana Burna Boy, msimtafsiri hivyo, yeye anafanya kazi yake vizuri tu. Kwa hivyo nimekusogezea stori yapo kutoka kule Marekani Texas, ikimhusisha Burna Boy, msanii um, kutoka nchini Nigeria kukosa watu wenye show yake kwa mara ya kwanza. Mimi ni Sami Baby, komenti yako ni muhimu sana. Je, yeah. Kwa upande wako unazungumzaje? Kama hii ya wasanii kushambuliwa majukwaani ama kukosa mashabiki kutokana tu na zile kadhaa uh, ambazo wanazifanya kwa mashabiki wao? Mimi ni Sami Baby, kikubwa tu subscribe, bonyeza alama ya kengele, mna familia bora kabisa kupata update zetu zote. Bado tuko hapa kusogezea story mob zinazoendelea mitandaoni za entertainment, lakini pia infotainment. Hapa ndio mahala pake.